Watu wengi huamini usiku ni muda wa kupumzika, muda wa miili kuchoka na akili kupotea kwenye ndoto. Lakini kwa watu kama mimi, wale wanaolazimika kuishi usiku, kukata barabara zenye giza nene na upepo wa ajabu, usiku si muda wa kulala, ni muda wa kupambana. Mimi ni Felix Kijakazi Mwanga, lakini mkitaja jina hilo barabarani, huenda hakuna hata mtu mmoja atakayegeuka. Lakini ukisema dereva mbwembwe mbwe, utasikia watu wakicheka. Wengine wakisalimia, wengine wakinyamaza ghafla kama vile jina hilo linaambatana na mkosi au hadithi mbaya. Kwa miaka kumi na tano, nimekuwa nikiendesha basi moja tu. Basi linaloitwa kwa jina linalosisimua, Ghost Express. Safari zake ni maarufu kwa wale wachache waliowahi kufika mwisho wake, na kwa wale wengi waliowahi kuipanda, lakini hawakuwahi kueleweka tena waliposhuka. Ilikuwa ni saa mbili kamili usiku nilipofika katika kituo cha mabasi cha Mbezi. Baridi ilikuwa inakata mifupa. Mvua ilikuwa haijaanza kunyesha, lakini anga lilikuwa na harufu ya mvua, ule unyevu unaokuambia leo usiku si wa kawaida. Basi langu Ghost Express lilisimama kama chombo cha kale la rangi nyeusi linalong'aa, chini ya taa hafifu za terminal. Maandishi ya safari ya usiku yamechorwa kwa maandishi mekundu yakiangaza kwa namna ya kutisha pale yanapopigwa na mwanga wa taa. Abiria walianza kupanda mmoja baada ya mwingine. Kulikuwa na mama mmoja aliyekuwa amevaa gauni jeupe kama la harusi, lakini nyayo zake zilikuwa na matope meusi. Macho yake yalikuwa na huzuni ya miaka mingi, kana kwamba ameolewa na majonzi. Duu, kijana mdogo alikuwa ameketi kwenye siti ya mwisho akiwa amejifunika na mkoti mkubwa suruali imechanika na mikono yake imebeba gazeti la mwaka elfu moja na mia tisa tisini na nane. Hakuinua macho hata mara moja. Mzee mmoja alikuja karibu na mlango wa basi akanisogelea, polepole akanong'ona, nilikufa jana, hii ni safari yangu ya mwisho mbwembwe mbwe. Mwisho kabisa. Kisha akaingia na kuketi karibu na mlango mikono yote miwili imekumbatia Biblia. Nikiajisemea kimoyomoyo du, hii ya leo kali. Lakini mimi huwa siulizi, naifanya kazi yangu. Watu wengine walikuwa kimya, wengine walionekana kama hawajui walipo, wengine walionekana kama walikuwa wanajua sana, lakini wote walikuwa na kitu kimoja kinachofanana, hofu ya kimya kimya. Nilipanda basi, nikavuta hewa ndefu, nikavaa glove zangu nyeusi, nikavaa miwani yangu ya usiku. Nikapiga honi yangu ya kipekee ile inayotoa melodi ya muziki wa adansi kama msondo, kisha nikasema kwa sauti ya utani, karibuni Ghost Express, safari ya mwisho kwa baadhi yenu. Wengine walicheka, wengine walimezea tu. Mimi nikaanza safari. Tulipoanza kupita maeneo ya Mlandizi, taa za barabarani zilikuwa zimezimika, kulikuwa giza nene. Barabara ilikuwa kavu, lakini hewa ilikuwa nzito. Redio ya basi ikawaka yenyewe. Awali ilicheza wimbo wa bombo flava, ghafla ikakatika. Ikarudi na sauti ya mwanamke mzee akizungumza Kisukuma, Kisukuma, tetemeka ni. Nikazima redio haraka, nikaiwasha tena ikapiga ngoma za Kigogo. Nikaiwasha mara ya tatu, sauti ikabadilika na kusema tena kwa upole, niangalia nyuma nikamwona yule kijana mwenye gazeti la 1998 sasa analisoma kwa sauti. Nilipomtazama kwa makini, uso wake haukuwa wa kawaida tena, haukuwa na midomo. Nikapiga breki ghafla, taa za ndani zikawaka na kuzima. Nikatazama kila abiria, walikuwa kimya kama sanamu. Kiti kimoja kilikuwa wazi sasa, kiti ambacho nilikumbuka kilikuwa na mama mwenye gauni jeupe. Hakukuwa na alama kwamba alishuka lakini palikuwa na matope meusi na maji yakiwa yamesambaa chini ya kiti. Hirizi ndogo ilikuwa imeninginia kwenye upande wa kiti. Tulipofika njia panda ya Igunga, basi lilianza kupoteza nguvu, likawa kama linalazimishwa kwenda. Niliangalia spidomita, imekufa taa za mbele zikapoteza mwangaza. Njiani palikuwa na mti mkubwa wa mninga. Kitambaa chekundu kilikuwa kimefungwa juu yake. Kulikuwa na kivuli kinachopita mbele ya basi polepole pole. Nilijua pale ni hatari. Redio ikawaka tena, wembwe njia hisi ya kawaida wuipisha waliobaki. Nilitaka kugeuza, lakini usukani ulikuwa mgumu. Basi lilikuwa linaamua lenyewe. Kivuli cha mtu mwenye sanda kilionekana mbele ya basi. Mtu huyo alikuwa mimi, mimi nikiwa nimekufa. Nilijua hapa ndipo wengi wa madereva huacha kazi, lakini mimi mimi ni Mbwembwe. Nikashika usukani kwa nguvu, nikapiga honi ya melodi, kivuli vuli kikapotea. Baada ya kuondoka njia panda, barabara ikabadilika, haikuwa ile ile tena. Ilikuwa na majengo yaliyogeuzwa vibaya, magari yaliyosimama yakiwa yamejifunika na majani. Lakini kilichonishtua zaidi ni pale nilipoona kituo cha Mbezi tena mbele yangu. Saa ya basi ilisoma saa mbili usiku. Tulikuwa tumerejea pale tulipoanzia nilishusha vioo nikasikia sauti ya yule mzee aliyesema ni safari yake ya mwisho bwembwe umeshindwa hii ni safari ya saba karibu tena abiria walioshuka walipanda tena walikuwa wale wale yule mtoto na gazeti la 1998 yule mama wa gauni jeupe yule mzee mwenye biblia nikaangalia kioo cha nyuma kiti changu kilikuwa wazi nilikuwa bado ndani lakini pia nilikuwa nje Ghost Express haimalizi safari, inarudia tena na tena mpaka dereva atakapopata ujasiri wa kweli, au abiria wote wawe tayari kushuka kwa wakati mmoja. Na mimi, mimi bado naendesha, lakini sikumbuki